Baada ya kumsifu Allah na kumtakia rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunaendelea kuzungumza kwa mtiririko wetu wa kujua umuhimu wa kujua majina ya Allah na kujua sifa zake Allah, ili kuweza kumjua Allah tuweze kufikia kujua lengo letu kuwepo katika dunia ni nini nako ni kumtumikia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jana tukafafanua umuhimu wa kumjua Allah kabla ya kujua amri zake, kwamba utakapomjua Allah vizuri, inakuwa utekelezaji wa amri unaingia kichwani vema na inakuwa nyepesi kutekelezeka, kwa sababu umekwisha mfahamu yeye, aliamrisha rehma zake, ukarimu wake na nguvu zake. Kwa hiyo utamwabudu Allah kwa kumpenda, kumheshimu, kumtukuza na kwa kumwogopa. Tukazungumza hilo na tukazungumza pia, katika nyenzo za kumsaidia mtu kuwa na elimu ya kumjua Allah subhanahu wa taala, ni huu ulimwengu, akiwa ana utafakari vizuri, na tukaisoma aya ambayo hata imamu wetu ameirudia tena, amezirudia hizo aya tukafafanua kwa upana kwamba ndani ya kuumbwa kwa mbingu na ardhi, Allah alivyozungumza na kutofautiana usiku na mchana, kuna dalili za wazi kwa watu wenye kutumia akili vizuri. Akawafafanua Allah watu wenye kutumia akili vizuri ni wale ambao kumbukumbu kumbu zao kwa Allah ziko saa zote katika maisha yao, wanamkumbuka na kumtaja wakiwa wamesimama, wakiwa wamekaa na wakiwa wamekwenda kulala pia wanafikiria kuumbwa kwa mbingu na ardhi, mpaka wanakuja kuona kwamba Mungu ya Rabbi, bwana wetu hukuziumba bure bure, hizi kuna lengo, tuna kuomba utukinge na adhabu ya moto. Nyenzo ya pili tulizungumza kwamba ni kuangalia vitendo vya Allah, yale matendo yake Allah yanamtambulisha mtu muumba yupo na anasimamia mambo, na ukienda kinyume naye ni mkali. Allah ameligusia hilo katika Qurani akituzindua, anasema: fasiru fil ardhi fandhuru kaifa kana aqibatul mukadhibin, hebu tembeeni katika ardhi, katika hii dunia tembeeni, mwangalie ulikuwaje mwisho mbaya wa wale waliokataa mitume. Historia zipo. Watu wakienda huko, kuna habari za Sodomo na Gomora katika sehemu bahri al-Mayyit, Dead Sea. Wakifika watu wanaelezwa, unaona bwana, bwawahili bahari hii unaiona hii, hakuna kiumbe kinachoishi humu chenye hai. Nini? Waliangamizwa watu hapa. Walifanya nini? Walipinga mitume. Ukienda katika Saudia kuna sehemu Madain Saleh, majumba ya Nabii Saleh yaliyokuwa yametengenezwa kwa mawe una mtume alikuwa akisema mkiingia hapa mlie au mjilize. Kulitokea nini? Watu waliwapinga mitume. Yemeni yamejaa mambo hayo. Kwa hiyo Mungu akawa anasema, tembeeni, hebu mwangalie mwisho mbaya ulikuwaje wa watu waliowakataa mitume wanaoelekeza kwa Allah. Hizo zipo, kwa hiyo ni dalili tosha ya kukuelimisha kuwa yuko Mungu Muumba, na nyingine ni kuizingatia Qur'ani. Dalili nyingine, alama nyingine au nyenzo nyingine ya kukusaidia kukupa elimu ya kumjua Allah ni mazingatio ya Qur'ani. Qur'ani tukiisoma, tusiisome kupata thawabu tu. Kupata thawabu Allah alituhamasisha ili tuwe tunasoma sana, kwamba ukisoma kila herufi anakulipa vizuri kwa kumi ile ni kuhamasishwa tuwe tunasoma sana, lakini kuna lengo la kule kusoma sana. Ni nini? Kupata mazingatio yaliyomo. Hiyo tukaigusia, angalia sura fupi tu, Kul huwa llahu ahad, kama utaisoma siku zote huizingatii utakosa elimu kubwa mle ndani, maanake ukiisoma ukiizingatia unakuja kumwona mtu anaabudu vipi sanamu aliyoichonga kuifananisha na Muumba. Muumba mwenyewe amejitangaza hafanani na kitu, ataabudu vipi mnyama? Yani, utaona kuna vitu vinakuongoza kwa yale mazingatio ya kuisoma kwa kuzingatia, lakini kama unaisoma kwa ajili ya thawabu tu wala, ah, hupati ujumbe wa mtu aliye hai, hamna ujumbe wa mtu aliye hai kama uisomi kwa thawabu. Hayo ni yale tuliokuwa tumeyapitia jana. Leo tunaanza kwa kusema hivi, hakuna elimu itakayokuwa juu sana kushinda elimu ya kumjua Allah. Hiyo ni challenge kabisa, kuwa na elimu utakayokuwa nayo ikiwa hujamfahamu muumba, hiyo elimu yako basi iko chini sana, kwa sababu ilikuwa elimu utakayokuwa nayo ikufikishe pahali uone ah! kwa kitu hiki kilivyo kwa utaalamu huu ikiwa ni utaalamu wote ulionao mtu wa fani yoyote ile, lazima ikufikishe pahali uone kuna ukomo na ikurudishe chini uone aliyeniwezesha mimi kufikia hapa ni nani? Nilikuwaje kuwaje? Nilitoka wapi mpaka nikafika hapa? Kwa hiyo hakuna maarifa yatakaokuwa juu zaidi kushinda maarifa ya kumjua Allah kwanza. Ikiwa maarifa yako yamepanda sana, halafu hayakufikisha kumjua Allah, maarifa haya yanaweza yakaleta taabu. Kwa sababu kwanza, maarifa au elimu itakomfanya mtu akapanda, halafu akawa hakumjua Muumba, inamtia kiburi na inamtia uchoyo pia. Hujiona kwamba yeye peke yake duniani yuko juu sana kuliko wengine na hataki wengine wajue lakini ikimfikisha kumjua kuwa yuko aliye na elimu kubwa zaidi, naye ni Allah, aliyemfanya akajua, hicho kiburi kinashuka na uchoyo pia unaondoka. Huwa anatamani na wenzake wajue kitu katika kile ambacho yeye amekijua. Kwa hiyo kama elimu haikumfikisha mtu kumjua muumba wake, hiyo elimu inakuwa iko chini sana na inaweza ikamfanya mtu akawa na kiburi kikubwa sana, akawa haogopi hata kuua watu. Lakini ikiwa elimu imemfikisha mtu kumjua muumba wake, anakuwa na unyenyekevu mkubwa sana, kwamba bado anajiona kuna vitu vingi havijui, kwa sababu kiasi unavyojua ndivyo unavyojua. Kabla sijajua hivi nilikuwaje? Kwa hiyo kuna mengine bado siyajui. Labda nikupeni mfano, mfano hai Unaweza ukawa unatembea ukajiona mi naona sawasawa niko vizuri sana yani. ukiambiwa macho yako yako sawa? Sawa, ah, kabisa kwa sababu ya vitu unavyoviona unavyovihitajia vipo, unavipata, unaona kama unaona vizuri. Itakapotokea siku moja ukawa na wenzio wakawa wanakusomea kitu kwa umbali fulani, we ukisomi, ndo unaanza kuhisi ah, mi nina mapungufu ya kuona nini. Unaanza kuhisi pale kwa sababu mbona wenzangu wanasoma pale, mi sisomi kweli kweli. Ah, e bwana, ngoja nikapime macho pale. Utakwenda kupima macho, utapima macho mpaka utaona ha, we unahitaji nyongeza ya kukusaidia. Utakapopewa miani sasa, ukitoka nje ha, kumbe mi nilikuwa sioni. Lakini mwanzo ulikuwa unasema unaona, sasa ndio ala, kumbe nilikuwa sioni bwana. Uwone, imekuwaje sasa? Ah, kuna vitu vingi kumbe mimi nilikuwa naviona kwa sura nyingine kabisa. Umeongezwa kitu cha kuonea sasa. Huyu mtu ambaye alikuwa na elimu yake mwanzo hakuwa nayo halafu akaifikia halafu akaanza kufikiri, ah, ivi kumbe Mungu ameumba vitu vingi sana, mimi bado sivijui. Kumbe hii dunia au ulimwengu una vitu mimi sivijui. Nani kavipanga hivi? na mwanzo ulikuwa ujui kwa hiyo utaanza kujiona kwamba mpaka sasa kumbe bado mi ni mjinga mpaka dakika hii, kumbe mi ni mjinga wa vitu vingi, bado unahitaji kutafuta, na kila ukitafuta unakuta kuna vingine. Sasa vyote hivi nani kaleta? Inakufikisha mm, bwana, kama ambavyo mi mwenyewe sikuwepo nikaja, yuko alienileta. Kwa nidhamu hii hii aliyoniletea huyu anasimamia mambo mengine. Kwa hiyo kwa kauli moja, maarifa yoyote ujuzi wowote ambao hautofikia kumjulisha mtu Muumba, huu ujuzi una matatizo. Kwa hiyo tunasema hakuna ujuzi ulio juu zaidi kama ujuzi kwanza wa kumjua Muumba. Hilo ni kubwa sana, kubwa sana, kumjua aliyetuumba, wasifu wake. Hili ni elimu kubwa sana. Kutokana na ujuzi huu masahaba waliweza kufungua ulimwengu, kwa sababu walimwamini huyu anayemjua alichokuwa akikishusha kutoka juu, wakawa nakiamini moja kwa moja. Mungu ametupa vitu vya kufahamia, vya kujifunzia, sio macho, masikio, zana hizi za kupatia elimu, si ndio? Hivyo kuna unaweza ukapata elimu kwa kuona, kwa kusikia kwa kufanyia mazoezi ya vitu fulani fulani, lakini kuna elimu nyingine inakuja, huna namna mpaka upate ile habari tu ya kweli, uambiwe habari za kiama. Utakipima vipi? Utapimaje habari kuna kiama? Umehumizwa na akili yako, akili imekuumiza, hujui baada ya kufa itakuwaje, yani nkifa. Hii huna ujanja mpaka upate habari ya kweli. Itatoka wapi habari hiyo ya kweli? Ndio maana Allah Subhanahu wa Ta'ala alipotuma mitume akawatuma wanaishi kama watu, lakini wakatokea kuwa wana vitu ambavyo, mbona ah, huyu ametuzidi kwenye hiki. Ikawa lazima wamwamini kwa hicho. Hiki ni miujiza, hakuna anayekiweza. Kwa hiyo kwa miujiza hiyo akisema kitu inabidi wamkubali. Nabii Isa alayhis salaam Alikuja na miujiza mpaka ya kumfufua mtu, jambo ambalo haliwezekani. Kwa hiyo manake akisema kitu lazima sasa wamwamini, si ndio? Hivyo wapinzani, wapinzani, wapinzani anawaambia nyinyi, mtamjua tu mimi alenituma, mtamjua. Anafika pahali pana msiba kwa mtu ambaye alikuwa anamjua sana, yuko wapi rafiki yangu nani? Amekufa. ah, wiki nzima, ah, siku ngapi amesha kufa. Twendeni mkanionyeshe kaburi lake. Anakwenda kuonyeshwa kaburi lake. Akifika anasema maneno kwanza, taratibu taratibu, halafu baadaye anasema baba, mimi nilijua kuwa wewe ndio ulinituma, najua siku zote. Akayazungumza maneno, halafu akasema leo ninayofanya haya ili wafahamu hawa kuwa wewe ndio uliyenituma. Akaita Lazaro, Toka nje Lazaro, akatoka ana sanda zimemzunguka pale. Ilikuwa kama maneno yale aliyokuwa kwanza akimwomba Mungu kimya kimya, halafu kama angemwita Lazaro tu kutoka, wangesema ah, si maneno ya kichawi, si maneno kimya kimya tu, lakini akasema Baba, anamzungumza Mungu sasa Leo nitayafanya haya ili wajue kuwa wewe ndio ule nituma. Si unaona kazi ametumwa? Ndio sasa, anamuita Lazaro alipotoka. Sasa maana yake ni kwamba nitakachokisema mimi ambacho hakiingii kwenye lebo kupimwa, wala hamjakijua lazima mniamini, kwa sababu mimi nina nguvu nyingine, sawa sawa. Ndio maana Mungu akawa anatuma mitume. Sasa masahaba baada ya kuwa wamempima Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, aliyeitwa Sadiqul Amin, mkweli mwaminifu, wakafika pahali, anachokisema huyu ni kweli tu. Ikaja miujiza, miujiza, miujiza, mpaka wakafahamu kwamba hakuna namna. Wakamjua Mungu sifa zake, baada ya kuwa amewatajia Mungu ana sifa hizi hizi, wakamjua Mungu kisawasawa kwa sifa zake, wakaamini kisawasawa mpaka ikawa wameweza kweli kufungua ulimwengu, wana nguvu za ajabu mno. Allah subhanahu wa ta'ala, kutokana na imani yao, alirekodi maneno haya kwenye sura An Nur aya 55, a'udhu billahi minash shaitani rrajim. wa'ada llahu alladhina amanu minkum waamilu salihati, ameahidi Allah kwa wale walioamini miongoni mwenu na kufanya mema Ameahidi nini? layastakhlifannahum fi lardi, atawapa usimamizi katika ardhi, wapate utulivu, waiendeshe ardhi kama kamastakhlafa alladhina min qablihim, kama alivyowapa usimamizi wa wale waliokuwa kabla yao, atawafanyia hivi miongoni mwenu wale walioamini na kufanya mema wala yumakkinanna lahum dinahum na atawapa utulivu waisimamie dini yao iendeshe, alladhi rtada lahum dini, ambayo amewaridhia, wala yubaddilannahum, atawabadilishia min badi khaufihim, baada ya woga walionao, matatizo yaliowakuta mpaka wakatingishwa iwe nini, amnan, kuwe ni amani kabisa, yabudunani ya la yushrikuna bi shaia Watakuwa kama hivi wanavyoniabudu sasa hivi, humyabudunani wasayabudunani la yushrikuna bi shay, wananiabudu na wao wananiabudu, wataendelea kuniabudu, hawanishirikishi na chochote, amani kabisa. Hii ilikuwa Mungu anawaambia maswahaba kwamba mkiendelea kuwa hivyo nitawafanyia hivyo. Ahadi hii kwa maswahaba, ilifika haikufika? Ilifika, ilifika. maswahaba walifikia kweli hivyo ikawa tayari kila kitu, kwa sababu waliamini wanachoambiwa moja kwa moja waliamini. Lakini Allah mbele akaja akasema maneno waman kafara ba'da dhalik, atakayekanusha ujumbe wangu baada ya hayo kuwa yamekwisha fika, fa ulaika humu lfasikun, hawa watakuwa wamekuwa ni waasi kabisa. Na waasi wakifikia kuwa ni waasi, maanake neema waliopewa watanyang'anywa, si ndio hivyo? Kwa hiyo kwa, kwa masahaba ahadi ilifikia kweli, wakafikia kabisa, wamefungua ulimwengu kabisa, na amani iko kabisa. Sasa je, sisi tuko kama masahaba leo? Ahadi ile iko mpaka leo hapa? Bado tuna utulivu, tumemakinishwa, tumepewa utulivu. Maanake ni wazi kwamba baada ya wale kuwa na imani ile wakaweza kufikia hatua ya juu, vitu vile viliondoka. Vilipoondoka ni kama Allah anavyosema, huwa anasema hivi, Qur'an imerekodi inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, Allah huwa habadilishi yaliyoko kwa watu mpaka wao wabadilishi yaliyomo ndani ya nafsi zao. Maanake kizazi kilikwenda kile cha maswahaba kikamalizika, wakaja wengine ile neema waliokwisha pewa wakaibadilisha mioyoni mwao, ikawa ni kufuru. Sasa sio neema tena, Allah akabadilisha ile neema waliokuwa nao ya utulivu, haipo tena, kizazi hicho kikakosa neema mpaka leo. Sasa njia, sasa Allah habadilishi mpaka watu wabadilishe yaliyomo ndani ya nafsi zao. Maana yake ni kwamba mpaka watu watubu warudi wamjue allah vile vile kwa sura ile ili wabadilishiwe tena kurudishwa kwenye neema kama ile kwa sababu ahadi ya mungu ipo allah ameahidi ameahidi kwamba watu wakiwa na imani namna hii wakaabudu namna hiyo allah atawabadilishia kuwawekea utulivu na kuwapa kuwafanya waendeshe dini yao bila ya woga si ndio hivyo ewa kwa hiyo tunaona sasa hivi tumeshakuwa tumerithia wale waliokuwa wamekwisha angushwa wameangushwa wameangushwa, tunaendelea kurithi mpaka ifikie wakati watu wamjue tena Mungu vizuri huko, kukumbushana, kukumbushana, huko. Wajue kuwa Mungu ana sifa zake, sifa zake ni hizi, mpaka wakizitambua wakamwamini Allah kwa sura hiyo wakamwabudu vile inavyostahiki Allah anarudisha. Leo hakuna utulivu ila kwa mtu mmoja mmoja tu labda lakini kama dola kikamilifu inamwabudu Allah na mambo yao yanametulia hayapo, hakuna dunia nzima, hata ile nchi zinazoitwa nchi za Kiislamu hakuna, ni vurugu tu kwenda mbele, hakuna utulivu, hakuna. kwa hiyo ni watu kukumbushana, wakumbushane, wafikie pazuri, kwa sababu Allah ili jambo alikwisha lizungumza, amelizungumza. Tukiwa tutaulizana sisi, hatuna utulivu kwa sababu gani? Je, tumemjua Allah kikamilifu? Maanake hapana. Qur'ani tumeizingatia kikamilifu? Hapana. Tumekuwa waumini kweli na kutenda mema kisawasawa? Hapana. Ikifikia kwamba swala zetu ziko kweli kama Mungu anavyoamrisha? Zina mapengo. Zaka inatolewa katika nchi kila pahali, kila pahali watu wanatoa zaka ipasavyo? Sivyo. Asasat mtu mmoja mmoja wapo na Mungu ana ahadi zake nyingine. Kwa mtu mmoja mmoja pia akifanya vizuri atapata utulivu kwa mazingira yake alionayo tu. Kiasi fulani hivi ye na familia yake alhamdulillah, akiangalia nje kumeharibika sana lakini ye Mungu anaweza akampa utulivu fulani. Lakini kwamba wote sasa hivi alhamdulillah, wanamwabudu Allah wamepata utulivu, hakuna hakuna hilo. Limepotea. Limekujaje hili? Hapa ndipo tutakaposimamia na tutaanzia hapo hapo inshallah. Limekuja hivi, Allah amelirekodi katika surat Maryam, surat Maryam kuanzia aya 51 na kuendelea. Kulikuwa kukizungumzwa manabii na watu wema waliopita, wema wamekwenda, wamekwenda. Ilipofika hamsini na nane, Allah akawazungumza watu hawa, akasema ulaika alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyin, hao hao kizazi na kizazi na kizazi mpaka na masahaba nao wakaja wakafanya mema wakapokewa wakawa kama wao waka alladhina an'ama Allahu alaihim, ni katika wale ambao Allah amewaneemesha. Minan nabiyina, katika manabii. Min dhurriyati Adam wa mimman hamalna ma'nuh, katika kizazi cha ja Adam na kizazi ambacho tumekibeba kwa Nuhu. Wa min dhurriyati Ibrahim, na katika kizazi cha ja Ibrahim wa Israeel. Na Israeel, Israeel nani? Yaqub. Wa mimman hadaina wajtabaina, na katika wale ambao tumewaongoza na kuwapokea lakini baadaye huko, fa khalafa min ba'dihim khalfun, ikaja kizazi kibaya kilichoacha yote yale wenzao, ikawa sasa kizazi kibaya Mungu akajalia mtume alipokuja Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kikarudi kizazi kikawa kizuri. Baada ya kuondoka, miaka imekwenda, kimerudi tena cha ovyo ovyo.

Nasema kwa nini, Allah ni mkubwa na ana uwezo, si angekifanya kizazi chote tukikawa kizuri moja kwa moja kwa, u, kwa ukarimu wake akafanya hivyo. Akifanya hivyo, maana ya mtihani itakuwa haipo. Yaani kwa mfano, wewe utunge mtihani kwa wanafunzi wako na umewaamrisha wote wasome vizuri, kuna wengine hawakusoma vizuri, wakawa wanacheza tu Alafu siku ya mtihani ukipita ukikagua, unamuona mtu anaandika vibaya, alafu unampa majibu wewe, sio hivi, lilikuwa linatakiwa liwe hivi. Itakuwa maana ili mtihani ipo tena? Wale waliojitahidi wakasoma vizuri wawe sawa sawa na hawa ambao hawakujitahidi, wewe unawapa majibu? Kwa hiyo Allah aliwaumba watu wote akawapa uwezo wa kutekeleza na uwezo wa kuasi, na akaweka kuna zawadi hii kwa atakaefanya vizuri na kuna adhabu hii kwa atakaefanya vibaya na wote tuna uwezo wa kufanya vizuri tukitaka. Sasa kama atatufanya kimiujiza, sote tuwe tutakuwa ni wazuri kwa miujiza yake, wakati kuna wengine wamefanya juhudi, itakuwa sasa maana ya mtihani, maana mtihani iko wapi? Au haikueleweka? Umeeleweka? maana ya mtihani itakuwa haipo, kwa sababu Allah aliziumba nafsi zetu, zote zinafanana, zote zinapenda, zote zinachukia, zote zina uwezo wa kutii na kuasi wengine wamefanya juhudi wakaacha maasi kwa juhudi zao. Wengine Mungu awapeleke tu, hawakufanya juhudi, lakini awapeleke wawe wazuri tu, itakuwaje? maana ya mtihani hayupo. Imekaa vizuri? naam. alhamdulillahi rabbil alamin.